Taarifa yetu ya kwanza ambapo tunayo, Rais John pombe Magufuli leo ametembelea eneo la ujenzi wa ikulu Chamwino mkoani Dodoma na kuhakikishia wananchi kuwa atahamia Dodoma hivi karibuni kama alivyoahidi. Rais Magufuli ambaye alifuatana na waziri mkuu Kassim Majaliwa, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu wa nchi sera, bunge, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu Janista Mhagama na katibu mkuu kiongozi balozi John Kijazi amesema, pamoja na majengo ya Ikulu, serikali itajenga miundombinu mingine zikiwemo reli na barabara za lami zitakazounganisha maeneo ya vijiji vinavyozunguka Ikulu na mji wa Dodoma. Huu ni mwanzo mzuri, mimi ni waziri mkuu ameshahamia hapa, ameshazoea Dodoma, ameshazoea mpaka na Kigogo, ameshaanza kujifunza kuzungumza <laughs> hey, Mawaziri wote wameshahamia hapa, makatibu wakuu wameshahamia hapa, baadhi ya watendaji na wakurugenzi wengi wameshahamia hapa Dodoma. Nimebaki mimi na makamu wa rais, tumeanza maandalizi pia. Dokta Magufuli amewahakikishia wananchi kuwa wote watakaoguswa na shughuli za ujenzi wa miundombinu ya wa serikali wanaostahili kulipwa fidia watalipwa na ametoa wito kwa wananchi hao kutumia fedha za fidia watakazolipwa kujenga makazi bora na kujipanga kufanya shughuli zenye manufaa kwao. Hata yale maeneo ambayo tutayagusagusa kidogo kule, wakati tunapanua tuna maeneo haya, tutawalipa fidia, ila wale ambao hawatakiwi kulipwa fidia ni wale ambao wako kwenye hifadhi ya barabara au hifadhi ya reli. Ukiifata reli umefata umaskini. Upande wake waziri mkuu Kasim Majaliwa amesema utekelezaji wa serikali kuhamia Dodoma unakwenda vizuri, ambapo mpaka sasa viongozi wakuu wa wizara zote na wafanyakazi elfu mbili na sitini na tisa wameshahamia Dodoma na wengine wanaendelea kuhamia kwenye. Ni fahari kwenu, wana Dodoma, fursa zimeshakuja mikononi mwenu, mjitokeze na nyinyi sasa. Niwapongeze kwa sababu mmeanza kushiriki kwenye kazi zetu za ujenzi wa makao makuu. Leo hii mnaingia kwenye fursa hii ya kuweza kupata chochote kwa kushiriki kufanya kazi, lakini bado mna nafasi ya kuanzisha viwekezaji wakiwa wa katika eneo hilo. Rais Magufuli na waziri mkuu wameshiriki ufyatuaji wa matofali yatakayotumika katika ujenzi wa majengo ya Ikulu. Sasa mi niwambie tu ndugu zangu Wachamwino, nyiye mna bahati. Mimi mwenzenu ningetamani makao makuu haya yawe Peramio jimboni kwangu hizi. Mm, kazi kama hizi za kubeba matofali kule leo hazipo, lakini hapa Mheshimiwa Rais anasema atajenga na barabara nyingine inawapitia kwenye hivyo vijiji. Mimi natamani hiyo barabara ingejengwa kwenye vijiji vyangu. Kwa hiyo <laughs> nyinyi mna bahati, mmebarikiwa Serikali yetu hii inayoongozwa na rais wetu, utendaji wa kazi unasimamiwa na waziri mkuu wetu, imedhamiria itafanya haya yote, na kweli tunahamia, na itakuza hata uchumi wa mkoa wetu wa Dodoma, vijiji vyenu mapema. Kabla ya kutembelea eneo hilo, rais Magufuli alipokea taarifa ya mapendekezo ya ujenzi wa makao makuu Dodoma kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya ustawishaji makao makuu, mhandisi Paskasi Muragili. Na kuagiza ujenzi wa mji huo uzingatie maslahi ya taifa. Faraja Kiongole, Dar es Salaam.